Maamkizi mema kabisa, maamkizi bora kutoka kwa Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ninakuamkieni, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala e, na baraka zake, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, leo kwa idhni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea tena na muendelezo wa darasa zetu mbalimbali mbali. Darsa ambazo zimekuwa ni muhimu sana katika kujisaidia juu ya namna gani tutajinusuru, tutajiokoa, tutajivua, tutajitoa katika matatizo, na namna gani tuna, tunaweza tukafanya mambo ambayo yatatusaidia kuwa ni sehemu ya msaada mkubwa kabisa juu ya kuzimaliza changamoto zinazotutesa katika jamii yetu. Namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala Aniwafikishe mimi insha Allahu Taala, ninayezungumza lakini pia akuwafikishe na wewe unayenisikiliza juu ya darsa hii tunayokwenda kujifunza, ikawe ni darsa bora, darsa nzuri, darsa eh, yenye mazingatio na yenye manufaa makubwa kabisa katika maisha yetu. Ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, leo kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Taala, tutakwenda kuzungumzia biashara iliyofungwa kichawi. Biashara iliyofungwa kichawi. Kuna baadhi ya biashara wako nazo ndugu zetu, zimekuwa zina mauzauza chungu mzima, zimekuwa zina mitihani chungu mzima. Kuna baadhi ya biashara zimekwisha tetereka na zimekwisha kata mitaji na hatimaye ziko katika hali mbaya kabisa, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, na zingine tayari zimekwisha kufa moja kwa moja. Kutetereka kwingi kwa biashara za watu, kufa kwingi kwa biashara za watu, wakati mwingine kunatokana na uchawi wa kuifunga biashara, ama kuimaliza biashara, ama kuiteketeza biashara. Ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, lazima tufahamu ya kuwa biashara ni katika amalu halalun, ni amali ya halali kabisa ambayo mtu anakapoitenda biashara anapata thawabu kwa Allah Subhanahu wata'ala, kwa sababu ni kitu halali katika Qurani, Allah anasema, wa ahalla llahu lbai'a wa harrama rriba, na Allah Subhanahu wataala amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Kwa maana biashara, kuuza na kununua, hii ni kitu halali kabisa, ndugu yangu Muislamu. Na riba katika biashara ndiyo jambo haramu ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikemea vikali kabisa katika maneno yake matukufu, eh, Alquranu Alkarim. Sasa ndugu yangu Muislamu katika jamii tunayoishi unapoanzisha jambo la biashara, si watu wote watapenda jambo lile, si watu wote wataridhia jambo hilo, wala si watu wote watasapoti hicho kitu. Watakaoridhika na jambo hilo huenda wakawa ni wachache mno, naskazi akawa ni mzazi wako ama mtoto wako, lakini waliosalia wote wakaumia, roho zikawauma, roho zikawakunjama, nafsi zao zikatema kutu. Lengo, nia na makusudio ni nini? Kwa nini anafanya amali itakayokuja kumwinua hapo baadaye, ama amali hii itamfanya aweze kujikimu, hali ya kuwa wao tamanio lao ni kukuona wewe daima unaanguka, unaishi katika maisha mazito, maisha magumu, maisha ya udhalili na maisha ya fedheha. Sasa wale wanaochukia wakati wengine chuki zao, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, haziishii tu pale pale kwenye kuchukia. Inafika hatua chuki zao zinawafanya wanachukua hatua mbalimbali mbali katika kuhakikisha wanakurudisha nyuma kimaendeleo, katika kuhakikisha wanaimaliza na kuiteketeza biashara yako. Walivyowabaya watu hawa, walivyomahasidi watu hawa, walivyokuwa watu hatari watu. Hawa wako tayari kumwendea kwa mganga wa kienyeji na kufunga biashara. Wacha duka inayowekwa bidhaa mbalimbali, bali hata mama muuza miho mpika chapati na vitumbua na maandazi, naye anapigwa kitu kizito kabisa, ndugu yangu Muislam. Hatimaye maskini kibiashara chake naye kinakufa. Uliza kiasi gani anachokipata katika biashara ile. Wallahi ladhim, anaambulia faida tu ya mia mbili mia tatu ya kununua sabuni ya kufua nguo za watoto wake ama kupata mia mbili mia tatu ya kununua sukari maskini na viunga bado. Kuna mtu roho inamsugua, roho inamtukuta. Kwa nini anauza maandazi sehemu fulani? Kwa nini anachoma mihogo na chapati? Huyu anapata faida kubwa, anamwendea kwa mganga, yuko tayari kumpotezea maelfu kadhaa ya pesa, ili mradi tu ahakikishe kibiashara chake cha mihogo, biashara chake cha chapati, biashara yake ya maandazi na vitumbua haimalizi hata miezi miwili na anaifunga pale pale. Sasa jiulize ndugu yangu Mwislamu, ikiwa mwenye kupika chapati vitumbua na maandazi anafanyiwa haya, wewe uliyefungua frame ukaweka mavitu ya thamani na gharama kubwa, iwe ni manguo ama iwe ni vyombo ama iwe ni bidhaa za ndani, watakufikisha wapi ndugu yangu mwislamu? Ndipo pale unapoona watu wanafika hatua ya kufanya mambo mabaya, mambo ya kufuru, mambo mazito, kuhakikisha hata kama ulianza na biashara yenye mtaji wa mamilioni, kesho na kesho kutwa asubuhi unajikuta mia mbili ya kununua mswaki unaitafuta. Fala haula wala quwata illa billahi lali la ladhim. Sasa wanawachuoni wa matibabu wanatuelezea mtu anapoamua kuifunga biashara ama kumroga mfanyabiashara ili biashara yake iweze iweze kufaa, huwa ana madhumuni ya aina tatu. Sikiliza ndugu yangu kwa makini, mchawi wako, hasidi wako, anayejaribu kukuendea kuifunga biashara yako, kuitia giza biashara yako, huwa na malengo matatu, na katu katu na kamwe hawatoki katika haya malengo matatu. Sikiliza, lengo la kwanza kabisa, wanachoni wanasema ni kukupa ugumu wa riski. Riski zako ziwe ngumu, riski yako iwe shida, riski yako iwe ya mashakili, riski yako iwe ya mitihani. Ndiyo furaha yao na ndiyo tamanio lao, kukuona riski inakupiga chenga, kwani biashara ikichanua faida ukapata hautowaza tena masala ya riski, utakuwa ni kitu cha kawaida kwako, utawaza maendeleo makubwa. Kwa sababu hilo mahasidi hawalipendi, wenye roho za hivi hawalipendi hilo. Sababu inayowapelekea wao kwa kufanyia uchawi mbaya kabisa wa kufunga biashara yako, ili tu upate shida, mitihani katika masala mazima ya riski zako. Lengo lao la pili ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, mtu anapotaka kukufanyia uadui wa kuifunga biashara yako huwa ana lengo hili, ni kutotaka kukuona ukifanikisha malengo yako uliokuwa nayo, hasa zile future plani zako ambazo zinaweza zikakupelekea katika mafanikio mafanikio yale ukaja ukawasaidia ndugu zako na wazazi wako. Kuna baadhi ya mtu anasema, huyu anaanzisha biashara, atakuja kuwainua na ndugu zake, atakuja kuwa msaada kwa mama yake, au atakuja kuwa msaada kwa baba yake, hatimaye anakwenda kumpiga uchawi wa kufunga biashara yake, maskini ya Mwenyezi Mungu, na biashara yake inateketea kama vile ambavyo moto unavyoteketeza kuni. Ukawa ukifahamu ndugu yangu Mwislamu, miongoni mwa malengo yanayowapelekea wao kukufanyia wewe uadui wa kuifunga biashara yao biashara yako ni pamoja na hili ama. Lengo lao la tatu ndugu yangu mpenzi Mwislamu, ni wanachokitamani ni wewe udhalilike, yani wewe ufedheheke, yani uadhirike, yani upate ile fedheha ya katika jamii unayoishi. Alafu kisha wao waanze kukusema waanze kukusema, kiko wapi? kujitia biashara kujifungulisha kifemu na vibiashara biashara vyake, leo yuko wapi biashara yenyewe yote kwisha. Habari siunamwona, ana nini tena yule pale, yuko anaangaika na dunia, alijitia kujifanya endo wana viela kwenda kufungua kibiashara, biashara yenyewe si biashara, si wazimu kumbe maskini ya Mungu, tayari wamekwisha kukuwahi. Ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, katika kukufanyia mabaya na mambo mazito yasiyofaa ili tu kukuteremsha na kukushusha kibiashara. Namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mfalme mkuu, akazikinge kila biashara ya ndugu yetu ambaye ameitafuta kwa halali maskini na ameitafuta kwa jasho lake na hasidi mchawi yeyote. Ya Rabbi, tunakuomba atakaye thubutu kwenda kuchezea biashara ya mtu, ya Allah tunakuomba ushughulike naye. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani sasa nataka nikupe dalili, dalili nzito kabisa zitakazoweza kukufahamisha, kukujulisha juu ya biashara iliyofungwa kiuchawi. Biashara iliyofungwa kiuchawi ina alama zake maalum, ina dalili zake maalumu. Ikiwa dalili hizi nitakazozitaja hapa unaziona katika biashara yako, usiwe na wasiwasi hata kidogo, baba yangu. Biashara yako hiyo tayari watu wameshatia mkono ndani yake. Dalili ya kwanza, ndugu yangu Mwislam, ni mauzo yako katika biashara yanapungua kwa ghafla yaani mauzo katika biashara yako yanapungua ghafla pasi na sababu ya aina yeyote. Utaona mtu biashara yake mwanzoni, masha Allah anauza na mauzo, anaona wateja wanatoka mashariki, magharibi, simu za wateja, masha Allah mpaka mwenyewe anapata matumaini, anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini cha ajabu katika hali ya, ya ughafla, yani pasi na kutarajia anashtukia kana kwamba watu wamemwagiwa maji na wame, wa na wamefunikwa hasikii tena simu wala mtu wakuuliza biashara yake mauzo yote inashuka kama kwa siku walikuwa akiuza laki tatu mpaka laki nne mauzo inashuka inaporomoka mpaka kwa siku wanauza alfu moja na wakati mwingine alfu moja nye ha, hapati hamjawahi kusikia nyinyi mtu anakuambia nakwenda dukani kwangu kama ushahidi tu Manake nafika, nafungua, baada ya hapo ninakaa, nalala jioni, nafunga, narudi nyumbani, sirudi hata na senti tano. Na wakati mwingine unakuta mtu mpaka nauli ya kumpeleka katika duka yake ama biashara yake anaikosa, maskini ya Mungu, anahangaika, mtu anataka kukata tamaa, anaona hii ni kitu gani? ya ilahi lawalini. Kumbe pale, ndugu yangu muislam, mahasidi wako wachawi kabineti maalum wamekaa wanasema, tutamkomesha huyu na Allah, subhanahu wa taala, naye akamkomesha kila ambaye ana nia ovu na nia chafu ya kutaka kumkomesha mwenzake. Kwa hiyo ukiona ma mauzo ile kushuka ghafla, basi na sababu zile za msingi, sababu zile za kibiashara, unaona mauzo inashuka, maskini ya Mwenyezi Mungu, jua kabisa hapo mkono wa, wa mahasidi umeshaingia katika biashara yako, ndugu yangu mwislamu, ama dalili ya pili, dalili ya pili ni pamoja na kuwa mzigo umeuweka katika duka yako. Duka yako ina mzigo wa kutosha, lakini wateja wakija pale, wanaiona duka yako kama tupu, inaonekana kama vile mfano haina mzigo. We unashangaa hawa mzigo gani wanautaka ambao hapa hakuna. Kila bidhaa mnaoitaka hapa ipo, lakini mtu akiangalia na ili duka, mbona tupu, halina kitu? Ama wakati mwingine ile duka inaweza ikafanywa ikawa inawatisha mpaka wale wateja wenyewe, yaani mteja anaweza kazunguka katika fremu zote, anaona zinamvutia maskini, lakini kwenye fremu yako akifika, anaiona fremu mbaya, anaona biashara yako mbaya, anaona bidhaa zako pale umeweka mbaya, maskini ya Mungu. Kumbe tayari uchawi inagonga katika mboni za macho yake, badala ya kuona kile kilichowekwa pale, mteja maskini anaona kama biashara ni ya ovyo kabisa, biashara biashara mbaya. Jua kabisa hiyo ni alama ya biashara iliyofungwa kichawi. Wakati mwingine, ndugu yangu Muislamu, alama nyingine ya kujua biashara yangu hii imefungwa kichawi ni pale wale waliokukopa wanapotaka ku, ku, kukulipa madeni yako wanajipotezea wao wenyewe, ama wanasahau pasi na sababu za msingi unakuta mtu pesa kaipata kabisa, anasema hii pesa nikamlipe fulani, bwana ananidai pesa yake, basi anaweza akajikuta anajipotezea yeye mwenyewe ghafla, ama anasahau kabisa. Anakuja kukumbuka pesa, tayari kaishaingiza katika mambo mengine kabisa. Ndipo pale utamsikia mtu analalamika maskini katika biashara yake, yaani shekhe, mimi ni watu wananikopa kunilipa inakuwa ngumu, kunilipa inakuwa shida, na si kama wanaokuja kunikopa pesa hawana shekh, wana pesa na uwezo wanao, na uwezo wa kunilipa ni nao. Pengine maskini ana dai laki hamsini, laki mbili, pesa ambazo iko katika uwezo wao, lakini wanakuwa wazito, nafsi zao zinakuwa ngumu kukulipa juu ya biashara yako. Kaa ukifahamu kabisa ndugu yangu Muislamu, biashara ikiwa ina alama hizi, tayari hapo pana mkono wa wachawi, wal iyadhu billahi min dhalika lakini alama nyingine ikiwa ni duka ama biashara yoyote ina wafanyakazi, unawaona mkifika pale wa, wafanyakazi wanalala hovyo hovyo, wanalala na kumwaga denda mpaka unajishangaa, hawa watu wana shida gani? Mpaka wale wafanyakazi wenyewe wanajishangaa, sisi tuna kitu gani? Mbona nimelala jana usiku vizuri, nimeamka, nimekoga maji yangu na kuja kazini. Lakini ile sumu tu, akifika pale kazini anakoroma pale kazini, na kulala, na usingizi wake unakuwa ni mzito, hata akijitahidi kuzuia inamshinda ile usingizi. Wakati mwingine mpaka mwenye biashara mwenyewe ukifika pale katika duka yako wewe, pale ni kukoroma tu na kulala, jua tayari hiyo ni biashara ama ni moja katika alama za biashara iliyofungwa kichawi ama watu wanakuwa wavivu, wafanyakazi wako ulioweka pale katika ile biashara wanaungiwa uvivu uliopitiliza, uvivu wa hali ya juu, uvivu wasioweza kutekeleza. Mpaka wewe mwenyewe yani, ukifika katika biashara yako ni unakuwa mzito kupita kiasi, uzito unakuwa nao uliopitiliza, unajisikia tafrani, unajisikia mwili unauma, unajisikia muda wote ulale. Maskini ya Mungu, tayari pale maibilisi waliobeba uchawi wana kazi yao katika biashara yako ndugu mwislam. <coughs> Miongoni mwa alama nyingine ya kujua biashara hii imefungwa kichawi eh, ni pamoja na biashara yako ndugu yangu mwislam inapoanza tu, yani unapoanza biashara yako ama umekaa maskini masiku kadhaa hauuzi, lakini biashara ikitaka kuonyesha mwanya kidogo wa kuchanganya tu mama yake na mama, inatokea tatizo kubwa na tatizo zito. Yaani biashara inapotaka ku, ku rise up, biashara inapotaka ku, kuonesha faida, basi ujue ile faida utaenda kuimaliza katika tatizo ambalo ulikuwa huwezi kulikwepa, aidha unaumwa wewe mwenyewe, aidha mtoto wako ataumwa tikitiki ama litazuka jambo tu lolote lile litakalokufanya utumie gharama kubwa kuliko hata faida uloipata siku ile, maskini. Hiyo nayo ni moja katika alama za biashara iliyofungwa kichawi. Lakini mwenye biashara anapata ndoto za kutisha, za kukimbizwa na manyoka, za kukimbizwa na mambwa. Anaota ng'ombe mara kwa mara, anaota askari polisi mara kwa mara, na mara nyingi mfanyabiashara anaota yuko baharini, ama anaogelea, ama wakati mwingine anakuwa katika makaburi mbalimbali mbali katika ndoto zake, ama wakati mwingine anaota ndoto za kuru, za kurudi katika kijiji chake ambacho ameshatoka muda mrefu. Kuna baadhi ya watu wameshatoka katika vijiji vyao huko Moshi, huko Arusha, huko Songea, huko Kigoma, wapi, muda mrefu mtu alishaondoka, lakini kila anapolala la katika ndoto anaota amerudi tena kijijini kwao anaota amerudi tena shule ya msingi, ameshamaliza miaka ishirini iliyopita. Anaota tena anavaa unifomu anaenda kufanya mtihani wa shule na mtihani yenyewe inamshinda, jua kabisa ni moja katika alama za mtu aliyefungwa kichawi, aidha uchawi wa kibiashara ama uchawi mwingine wowote wanao eh, kukusudia watu A ama, miongoni mwa alama zingine ni mfanyabiashara kuwa na moyo wa kukata tamaa mara kwa mara maskini ile yani, biashara yake mtu anakuwa anaikatia tamaa muda, utasema hii biashara sizani kama itakuwa, ii biashara itakufa muda wowote, hii biashara itaharibika muda wowote, ii biashara haiwezi kuendelea mbele. Maskini ya Mungu hiyo wanampiga si, yaasi subhanallah. Uchawi wa kumkatisha mtu tamaa, anakuwa anakata tamaa mara nyingi maskini. Biashara pengine ange, angepambana ingenyoka, lakini lakinihuenda nilikosea mimi plani ya biashara siku plani plani, plani iliyokuwa sawasawa. Jua ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, hiyo ni moja katika alama za biashara iliyofungwa eh, mafundo ya kichawi. Lakini wakati mwingine ndugu yangu Muislam na mpenzi katika itman, ni mali zako za katika ile biashara bidhaa inapotea katika njia za kimaajabu, ama mara kwa mara kupata matukio ya kuibiwa. Unaweza ukashangaa bidhaa zako katika duka inapotea ama dukani kwako unavunjiwa mara ya kwanza, unavunjiwa mara ya pili, unavunjiwa. Maskini unajitahidi kukopa huku na kule kurudisha mtaji, lakini kila unapoweka kama umewafanyia watu maskini, wewe unachuma, watu wanachukua kila ini wanaondoka. Wakati mwingine, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, ni katika alama za wazi kabisa juu ya biashara iliyofungwa kichawi. Sasa unajua unajua, ndugu yangu mwislamu, wanafanyaje mpaka hii kitu inatokea? Wanawachuoni watiba wametueleza mambo haya. Nini wanafanyaje? Sikiliza ndugu yangu ya muislamu, na uwe makini na uwe hadhiri. Na hapa, ndugu yangu ya mwislamu, wanakupatapata vipi? wakati mwingine, wanawachoni wanasema wanaweza watu hawa wakatumia kukupata wewe kwa njia ya kirahisi kabisa kabisa kabisa, ambayo wakati mwingine inawezekana wewe ukawa ndiyo, e, msababishaji. Wanafanyaje ndugu yangu ya mwislamu ya kwanza inachukuliwa jina lako, wanachukua na jina ya mama yako. Inatafutwa jina lako wewe mfanyabiashara, inatafutwa na jina la mama yako, kisha huandikwa katika twalasimu maalum, na zinakwenda kufukiwa katika makaburi ama kuning'inizwa katika miti mikubwa ama zinakwenda kuwekwa katika mapango maalumu na sehemu maalumu, kutokana na nujumu zao wanazozitumia zi zitakavyowaelekeza. Unajua biashara inavyofungwa, wakati imechukuliwa jina lako, na wakati mwingine wanaweza wakachukua na athari zako, ikaandikwa katika talasimu maalumu Ika, ikafukizwa na buhuri zao maalum, ubani zao maalum, wanazijua mafusho ya kichawi inafukishwa. Baada ya pale, inachukuliwa inapelekwa katika kaburi lam, la mzee aliyekufa muda mrefu, wanasema: ya Mwenyezi Mungu, hii tunafukia hapa katika hii maiti, ikiwa hii maiti hapa kaburini itaamka, basi na biashara ya mtu fulani iamke lakini ikiwa maiti hii hapa ilipolala italala hadi kiama ya rab alalamina, fulani biashara yake iharibike na ifungike na iishe mpaka itakaposimama kiama. Fungo baya kabisa hilo, ndugu yangu mwislamu. Allah akikuwa akiwakubalia huwezi kutoka, lakini usiwe na wasiwasi ndugu yangu mwislam, wala usiwe na mashaka ndugu yangu mwislam. Qurani inatutoa wasiwasi, inatuambia inama swanau kaidu sahir hakuna wanachokifanya ila vitimbi vidogo vidogo vya wachawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, wala mchawi hatofaulu ndugu yangu hatofaanikiwa mchawi vyovyote vile atakavyokuja aje, kimbelembele aje kinyuma nyuma nyuma, aje kiubavuubavu hawezi kufaanikiwa mchawi mbele ya mumini, hata awe ni mchawi wa kutoka Sumbawanga, Bagamoyo, Pemba au Kigoma, hawezi kufanikiwa mbele ya mumini ndugu yangu mwislamu ama wanaweza wakachukua udongo wa dukani dukani kwako pale, ikaja ikachukuliwa athari, au akaja mchawi akajifanya ananunua bidhaa kutoka katika duka yako, wanakwenda kuifanyia mambo. Baada ya kuifanyia mambo, maskini ya Mungu, uchawi ile inakurudia na duka yako inaanza kufa. Ndugu yangu Muislamu, wanaweza wakachukua athari kama nilivyosema, udongo au nyuzi au manyoya au damu ya mtu wakaenda kufanyia hayo mambo yao ya, ya kichawi. Lakini pia wanaochoni wanasema wakati mwingine huwekwa jini maalumu ama sheitanu maalumu, fa subhanallah wanaweza wakamuweka sheitani maalumu, kazi yake wanamuweka wanamsalitisha katika biashara yake. Kazi yake kubwa ni kufukuza wateja na kuwakatisha tamaa, kuwatia jazba na hasira, wewe muuza duka kugombana hata na wafanyakazi wako ama kugombana na wateja zako. Sheitani maalumu yuko pale, mtu najishangaa mimi, mbona kila siku nagombana na wateja Iti mteja akija, hapa biashara haiwezi kuisha salama, lazima tugombane. Subhanallah. Na mteja akija pale, anaona biashara yako mbaya, anaikashifu na kuiponda, maskini ya Mungu, unaingiwa na jazba, unagombana na wateja, unajiharibia biashara yako. Jua kabisa ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika iman, hapo kuna uchawi maalumu, amepewa jini maalumu, amekwenda kuiweka katika katika biashara yako. Sasa nini matibabu ya hii, ndugu yangu mpenzi? Muislam kama wewe ni mwathirika wa haya, vipi ujitibie? Sikiliza ndugu yangu muislam, yanatakiwa yachukuliwe maji masafi, yani chukua maji yaliyokuwa masafi. Ukishapata yale maji masafi, yale maji yanatakiwa yafanyiwe ruqya mfululizo, yasomewe ruqya yote, ruqyatu sharia yote mfululizo, kwa muda wa siku saba, asubuhi na jioni. Lakini wanapendekeza wanachuoni wa umma Rukya hii yafanyiwe maji na wewe mwenyewe muhusika, mwenye biashara ufanyiwe, sawa eh? Yani wewe mwenyewe inatakiwa ufanyiwe visomo vile vyote vya rukya, kama vilivyopangwa na wanawachuoni wa umma, kwao zisomee, zisomwe pale ayatu mubtilatu sihir aya za kubatilisha za kubatilisha uchawi. Lakini pia katika mapendekezo wanachuoni wanasema, ukiwa na biashara na Allah amekujalia uwezo, jitahidi sana sana katika ibada za kuchinja. Unapokuwa unachinja, ile kumwaga damu ni moja katika e, mambo yanayopelekea mabalaa iliyoandikwa ikufike. Allah anaifuta ile balaa, inakuwa haikufiki tena. Kwa hiyo, yachukuliwe maji masafi, na wewe mwenyewe utengwe chini, ufanyiwe kisomo kwa muda wa siku saba mfululizo lakini yale maji yanatakiwa yasomewe asubuhi na jioni. Wewe unaweza ukasomewa hata mara moja, lakini ile maji inatakiwa isomewe asubuhi na jioni, na wewe walau kwa mara moja usomewe ruqya kwa siku saba mfululizo. alafu maji yale uweze kuyaoga, maji yale uweze kunywa, na maji yale ukanyunyize katika biashara yako. Kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, utaona mafanikio makubwa makubwa sana. Na ruqya ninayokusudia hapa ni ile ya aya maalumu kuna aya maalumu zimewekwa kwa ajili ya kubatilisha uchawi wa kuifungua biashara. Siwezi kuzitaja zote hapa, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu ni nyingi mno, lakini kuna aya maalumu hizo anatakiwa asomewe mfanyabiashara na isomewe maji ikawekwe katika biashara yake, kwani hiyo hata yenyewe inaleta ulinzi katika biashara. Hata mtu akija kununua kitu kwa ajili ya kwenda kuroga anajikuta, maskini ya Mungu, hawezi tena. Namomba Allah subhanahu wa taala, bingwa wa mabingwa, mfalme mkuu, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, atujalie min aladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. Namomba Allah subhanahu wa taala atukutanishe katika darsa nyingine tunayokusudia kuja kuileta kwenu. Lengo letu, nia yetu na madhumuni yetu ni kukusaidia wewe ndugu yangu, unayeteseka na matatizo mbalimbali, dhiki mbali, na mitihani kuweza kujikwamua, eh, kwa juu ya namna gani unaweza ukajisaidia kupitia mafundisho yaliyokuwa sawa sawa. Shukran lakum wajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.